Inaumwa, wakanipima vipimo vyote, majuzi tu hapa yaani, na hapa tena, kwenye muda wa saa mbili nikaanguka koe, ikapata nuo mwili, nikaenda hospitalini nikapima, ugonjwa akawa amna. Yaani mpaka sasa hivi hapa nilipo, nika- nika- niliporudi nika, nika, nyumbani, wakanirudisha nyumbani, yaani nani ugonjwa wa kupatikana na nilikuwa najisikia kizukuzungu, nilikuwa naula hapa mama. Dada yangu alinipeleka kabisa, alishuhudia. madaktari walikuwa wanamnagii walikuwa wana naipi nikarudi. Basi baadaye mi roho alivyonishushia, hii ndio nikaamua kuja mm -hmm, kwa mtumishi ombe walianza <coughs> na juzi kuja hapa lakini, sasa hivi hapa nilipo sasa hivi Pigie Yesu makofi ya shangwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Juzi alivyokuwa amekuja hapo, hata sura ilikuwa ya tofauti. Leo nimeona imeng'aa kwa wale waliomwona, lakini <laughs> ila kwa mimi nilimuona akuwa amechoka. Eh, wamemgandamiza kweli kiroho, lakini Yesu alivyoamua ni kumhurumia, kwa sababu hakuna aliyetaka kuja kwa Yesu kwa sababu labda yeye alipenda. Hapana, lakini kuna wakati unafika, Mungu anakuokoa yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu amemtoa pale, na bado kwenye wiki hii ambayo nafikiri kesho itakuwa siku ya pili, kama kuna mtu ambaye jambo lake ni zito sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kama kuna mtu ambaye jambo lake ni zito yani kibinadamu alete hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hii wiki itakuwa na matukio ya ajabu sana na kama kuna mchawi ambaye anayeloga familia aache haraka sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Wewe mwambie kuna tangazo limetoka huko mtaani mtumishi wa Mungu Jeremia Amandi Mchaga kutoka Moshi lakini nikifika hapa si Mnyeramba na Mnyaturu. <laughs> Bwana Yesu asifiwe sana. mm -hmm. Mwambie aache kuloga amfuate Yesu, akikataa mwisho wake upo. Yesu asifiwe sana mm -hmm. Na waga mara nyingi, yaan, watumishi wa Mungu waga wanaongeaga tu kama wanapiga story, lakini wakipuuzia, Mungu mwenyewe atawakamata kwa mikono yani ya chuma na wataweza kutoka hapo. Bwana Yesu asifiwe sana mm -hmm. Watakaa watoke hapo, ndo mwisho wao sasa Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Labda kuna mtu mwingine ambaye mwenye nafasi yaani ya ushuhuda tena, kama una jambo lolote, mtukuze Mungu katikati yani ya kusanyiko Amen. Amen. Amen. Amen. Pigie Yesu makofi ya shangwe Ina maana adui yake ambaye alikuwa anazuia asifunguliwe alikutana na Yesu mza, yani mzima mzima hapo hapo, ikabidi naye akamatike. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, mahali ambapo Roho Mtakatifu yupo, watu wanafikiri labda mpaka ni mtumishi wa Mungu aenda kuwekea mkono. Hapana, Roho Mtakatifu anatembea. Bwana Yesu asifiwe sana, na ana nguvu kuliko mwili ambao tulionao. Akipita tu anajua ni shida yako na ndio maana mara nyingi tunapoelekeza maombi kama haya yani tukisema tunaanza kuipiga ile madhabu ya familia inabidi yani uzame nao kwa asira moja kwa moja kwa sababu mbona wao wakikasirika wanasema kama hakuna ane mbuzi tunamfanya awe kichaa haoni kwamba nao pia wanafanya makosa sana eh? Sasa ni upande wako yani sasa kwa sababu uko na Mungu aliye hai unaishambulia kwa nguvu moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumkaribisha mwingine kwa nafasi ya upendeleo mmoja tu alafu mwingine kesho atatupa ushuhuda wake, kutokana na muda pia. Karibu karibu. Basi kama kama hakuna, tunakwenda kumshukuru Mungu. Au kuna mtu mwenye ushuhuda? Amen, basi tunakwenda kumshukuru Mungu. Tuseme Bwana Yesu, Yesu. Tunakushukuru kwa sababu ya neema yako na nguvu uliyoachilia ndani yangu ili nifunguliwe na kuponywa mimi na familia yetu yote, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwanakondoo ee Bwana. Na watesi wote wanaonifuatilia katika roho wakafungwe wote, kwa damu ya Yesu wafungwe, macho yao, mikono yao miguu yao vyombo vyao vyote, uchawi wao wote, mamlaka zao zote kwa jina la Yesu. Kwa kuwa Bwana, mimi hapa ninatembea na nuru yako, sitatembea gizani tena, sitatembea na roho ya hofu tena, kwa jina la Yesu. Kwa kuwa imaandikwa walio upande wa Bwana ni majasiri kama simba, kwa jina la Yesu. Kwa damu, kwa damu ya Yesu familia yetu yote tunaifunika kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa, kwa ajili ya watu wote walioko Tanzania, walioko nchi ya Tanzania wote tunawafunika kwa, kwa damu ya Yesu tumekataa kila roho yoyote ya habari mbaya kwa, kwa namna ya simu kwa namna, kwa namna ya ripoti yoyote tumekataa tumekata, kwa damu ya Yesu kwa kwema.